Na wazazi wa shule ya upili ya wasichana ya Kaani Lions iliyoko katika kaunti ya Machakos wamefanya maandamano ya kupinga uteuzi wa mwalimu mkuu mpya kutoka shule ya upili ya wasichana ya Muvuti, wakimtuhumu kwa usimamizi mbaya na utendaji duni katika shule aliyokuwa akiongoza. Wazazi hao sasa wanaitaka tume ya kuajiri walimu nchini kubadilisha uhamisho wa Ann Maingi. Ni maandamano yaliyojaa ghadhabu na lalama za wazazi wa wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Kaani Lions, kaunti ya Machakos, wakiandamana kulalamikia uteuzi wa mwalimu mkuu mpya Ann Maingi. Wazazi hao walielezea ya malalamishi yao ya kupinga uteuzi wa mwalimu huyo mkuu usitishwe ikiwemo rekodi ya uongozi mbaya wa mwalimu mkuu huyo na kudorora kwa idadi ya wanafunzi. It's honest why niko hapa it's because of the incoming principal. Mwenye anatoka huko Muvuti Girls. Uh, atumtaki personally because of her bad records ya yeah, the former school yenye amekuwa atumovote. Akiingia huko shule ilikuwa na idadi ya watoto wengi and as we speak shule haina watoto wengi and we are in a panic zone, moment actually, because tuliona hata kwa news eh, this year watoto wakifanya KCSE what happened in that school and we are not ready for our children to go the same thing here in Kaani Lions. Uh, I'm not a happy parent because tunaletewa mwalimu mwenye hana track record nzuri, na kitu ingine hawezi kaniambia wewe, unatoka palishule watoto wako kidogo, unaletewa mali watoto wako wengi, na ilhali ile shule ulitoka umeshindwa nayo. Mwenyekiti wa chama cha wazazi Boniface Kwinga alisema wazazi wengi walihamisha watoto wao kutoka katika shule ya Muvuti hadi Kaani Lions kutokana na kutoridhika na uongozi wa Maingi na sasa wanahofia kuwa hali hiyo itaendelea kuleta mgogoro. Mi ndio ph wa hii shule, mi ndio nasimamia wazazi wote wa hii shule sababu sa ukiona wazazi wamekataa na walazimishe mwalimu kuingia huko na wazazi wamemkataa, itakuwa kazi ngumu kwa kufanya kazi na, wazazi, na walimu na, waza, na wazazi na watoto, sababu wazazi na watoto na walimu ndio stakeholders wa shule. So mimi ningeomba kama wataleta ule au wamekagua vizuri na kama watuletea mwingine, sisi hatuna shida, bora ule mwalimu amekuja hapa wazazi wamekubaliana na ye ndio sasa tuweze kufanya kazi mzuri. Wazazi hao sasa walieleza kuwa hawapingi mabadiliko lakini wanataka mwalimu mkuu ambaye ana rekodi bora ya uongozi na kuitaka Tume ya kuajiri walimu kuingilia kati, la sivyo wataendeleza maandamano hayo hadi pale watakaposikizwa. Mimi ningeomba TSC, ni TSC waangalia sana mwalimu wenye namleta huku asikuwe, bado ni kwa wazazi, kama ni ministry naweza fanya kitu ya ungwana na mwalimu mzuri hapa but we need a better principal for our school so a principal who has a good record in former schools yenye tunaskia the schools are doing well <laughs>